Uhali gani, habari za asubuhi, habari za weekend. Bila shaka mambo yako mazuri, unaendelea kufurahia Azam TV popote pale ulipo, ukiendelea kutazama michezo mbalimbali mbali, eh, na burudani nyingi za kimichezo ukizipata Azam TV pekee, kiendelea kuangalia sekafa, kombe la dunia la vilabu eh, mchezo umalizika muda si mrefu sana eh, mchezo ambao ulikuwa ni eh, wa ufunguzi wa Ahli wakicheza na Inter Miami, na mambo mengine mengi mazuri unaendelea kuyapata hapa Azam TV ligi ndio inaelekea mwishoni ikibakia mizunguko miwili na kiporo kimoja. Vyote hivyo tutakuja kuvizungumza hapa uh, kwa kina. Na kama kawaida tangu wiki iliyopita na wiki hii uko nami Pascal Everest Kabombe, mwenzangu sinia uh, Mahamud bin Zuberi, yeye yuko kule Afrika Kusini. Baadaye tutazungumza naye live moja kwa moja. Karibu sana. Na kama ilivyoada mwanzoni huwa tunakuwa na mgeni, kwa hiyo nichukue fursa hii kumkaribisha mgeni. Bwana, karibu sana. Nashukuru sana <laughs> Huyu ni mkurugenzi wa jumuia ya maridhiano na amani nchini Tanzania, maarufu kama JMAT eh, anaitwa Ayubu Joseph Sanga. Nimeitamka sawasawa jina lako kabisa? Karibu. Nashukuru sana watu, wengi wangetaka kuifahamu hii jumuia, ilianzishwa lini, kwa malengo gani? Akiacha mbali kuanzishwa na malengo, kulikuwa na msukumo gani mpaka mkaona hata inabidi kuwa na kitu cha namna hii? Nashukuru, ni swali zuri mm. Uh, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania kwanza, ni ni taasisi ya kiraia iliyosajiliwa katika Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi mm -hmm. na ilianzishwa mwaka elfu moja mwaka elfu mbili na kumi na sita tarehe tatu mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na kumi na sita ndiyo. mm -hmm. tarehe tatu mwezi wa tatu mm -hmm. na hivyo ndo ilisajiliwa rasmi, japo mchakato wa kui wa kuiunda ulianza nyuma kidogo mwishoni mwa 2014. Ah, okay. Na sababu ya kuwepo jumuiya hii ni kulikuwa na viashiria fulani mm -hmm. vya uvunjifu wa amani ambavyo viongozi wetu wa nchi kwa hekima zao na busara zao wakaona inafaa kuwa na chombo, na wakati ule rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya mm -hmm. nne, Mheshimiwa Dkt. Jakaya Mrisho Kikwete na waziri mkuu Mheshimiwa Uh, Mizengo mm. Kayanza Pinda mm. wakaona waka, waka, ndio walioasisi wazo mm. kwamba tukiwa na hii kitu kinaweza kikasaidia. Nadhani naweza kukumbuka kuwa na mivutano ya nani achinje Muislamu au Mkristo mm. mm. na wakaona kwa ajili ya kuleta majawabu muhimu ya kudumu tu, tuunganishe iwe ni chombo cha kinachojumuisha viongozi wa dini mm. zote, Wakristo, Waislamu, lakini viongozi tu hawatoshi na waumini wao mm -hmm. Ehe. Lakini pia ikaonekana kuna umuhimu wa kuunganisha na viongozi wa mila mm -hmm. Kwa sababu kabla hatujawa na ha, na hizi dini tulikuwa tunaabudu kwa namna zetu kwa mila zetu, kwamba tatizo likitokea katika eneo yoyote tutaweza kulishughulikia vizuri kwa sababu pande zote zimetimia. Na baada ya kuanzisha, lakini hasa kwa ajili ya malengo gani kwao ilianzishwa? mm -hmm. kwa ajili ya malengo ya kulinda kudumisha kuendeleza eh, na eh, kukuza umoja maridhiano mshikamano amani hizo ndio shughuli tunazofanya amani na utangamano wa kitaifa kwamba watanzania wajione ni kitu kimoja bila kujali tofauti zao ndogo ndogo eh, sisi ni watanzania tofauti tunazo ndogo kwa mfano ta tofauti za kiitikadi mtu anaweza akapenda hata mapenzi ya timu tu, kuna mwingine mm. atapenda Yanga, mwingine atapenda Simba ndiyo. lakini bado tuwe na ule umoja na urafiki na udugu mm -hmm. kama watanzania bila kujali tofauti hizo ndogo za vyama, za dini, rangi na vitu vingine. Kwa hiyo hasa ndio ndio jinsi jumuhiya ya maridhiano na amani Tanzania JMAT ilivyoundwa. Uh, mtazamaji atakuwa na maswali mengi sana anajiuliza kwamba sawa, tumeelewa kwenye kipindi cha michezo watu huyo mtu sasa, imekuaje, kuaje kwenye michezo? E, ni kwamba wameandaa uh, matembezi maalum. Sasa matembezi huwa yanaingia kwenye sehemu ya michezo, kwa sababu watu wengi ambao wataalikwa uh, kushiriki wanakuwa asilimia kubwa ni watu ambao wanajishughulisha na michezo mbalimbali jogging Eh, walking club hizi za kutembea tembea na nini, ndio maana yuko hapa kwao, ni kuondolea wasiwasi, usije eh, ukasema kama mambo yamevurugika. Mambo yako sawa sawa, bwana uh, Sanga, uh, wazo la, la kuwa na na, na matembezi haya ndiyo, ilikuwa ni nini au mnalenga nini? Kwa nini mnafanya hayo matembezi? Tumeamua kutumia matembezi hmm. kama namna nzuri ya kuweka msisitizo katika jambo tunalolibeba katika matembezi kwa hmm. sababu haya matembezi uh, matembezi tunaita matembezi ya hiari ya amani MHA. Okay. matembezi ya hiari ya amani kwanza, ni matembezi si ya kawaida, ni jambo la like kihistoria okay. uh, ni matembezi ya watu mia tatu. Mnatarajia kuwa na watu mia tatu, Wan... mia tatu. mia tatu. Okay. Uh, ndio idadi tunayotarajia hmm. wanatembea kutoka Dar es Salaam viwanja vya Mnazi Mmoja hmm. hadi Dodoma kwa miguu So jambo la siku moja. Uh, si jambo la siku moja mm -hmm. kabisa. Ni jambo la siku ishirini kutembea njiani. no. hey. hey. kwa hiyo hiyo timu ya watu wote hao mia tatu mm -hmm. itakuwa inapumzika katika vituo ambavyo tumeviandaa vitu mm -hmm. ya yeah, vituo ishirini 20. 20. na katika hivyo vituo kuna vituo vingine tutapumzika tu. mm -hmm. Ehe, ikiwa ile message tunayotembea nayo inatosha okay. Lakini vituo vingine vituo vinne ambavyo naweza kutaja haraka haraka kuna kituo cha uh, Vigwaza kituo cha uh, Morogoro mjini, mm -hmm. wa Midakawa mm -hmm. na kituo cha Mbande mm -hmm. watembeaji watapata fursa, kutakuwa na mkutano wa hadhara mm -hmm. kwa hiyo maanake tutawaalika watu. Kama ujuavyo, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania ipo mikoa yote Tanzania bara mm -hmm. kwa hiyo kila mahali, wilaya zote tuna watu mm -hmm. kwa hiyo tukiwa na watu ambao tayari ni wanajumuia tukiongeza na wananchi wengine tunakuwa na kundi kubwa kwenye maeneo hayo, ndio maana mm -hmm. tumeona haitafaa kufanya mkutano wa ndani bali tufanye mkutano wa hadhara kwa sababu tuna mambo tunataka kuelimisha. Sawa. Kwa kuliweka vizuri kidogo kwa watazamaji wetu hasa wa mkoa wa Dar es Salaam watambue Mbando uliohitaji hapa sio ya Chamazi, ni, ni ile kama unatoka Morogoro kwenda Dodoma ndio E, watu wa mbande wasije wakajazana pale Azam Complex wakijua labda mtafanya pale mkutano mbande, ile kama wanatoka Morogoro kuelekea Dodoma ni maarufu sana, kwa kuna nyama, sana? Nyama choma, wa nyama choma e, e, wanachoma sana mbuzi eneo lile, kwa hiyo inafahamika. Ndio mwaambia tu wakazi wa Dar es Salaam lisijalika, na kuna uandikishwaji pengine, yani utaratibu wa kuwapata hao watu. Uh, ukoje hiyo maana, kuna mwingine anasema ah, kumbe wenyewe wako 300. Sawa, nilifikiri na sisi tunaweza kushiriki. Hebu iliweke hilo sawa, asante uh, plani ndio hiyo tu, target watu 300 300, na wiki mbili zilizopita mm. tulianza kutafuta watu na, maana tulikuwa tunalenga umri ambao tunaona watu mm. wataweza kuhimili kutembea yeah. mpaka kufika Dodoma mm. kwa hiyo tulikuwa tumetarget umri wa miaka 18 mm -hmm. ambao ni vijana zaidi mm -hmm. mpaka 45 mm -hmm. Eh, nimo hapo. <laughs> <laughs> Kwa hiyo mm. tulishaanza mchakato wa kutafuta tutawapata wapi, na hasa tulikuwa tunaangalia dhamira zao mm. Sisi hawa tume, tumewapa jina tunawita mashujaa wa amani, na tutawapa vyeti mwisho wa safari Ta. vya ushujaa wa amani mm. kwa sababu ni kweli wanaipenda nchi yao mm. Ni wazalendo kweli kweli, wanaacha kila kitu, wanajitoa kwanza kwenda kufanya mazoezi kuwa fiti mm-hmm. lakini watajitoa siku zile ishirini kushiriki hili jambo yeah. Na wala hawajatangaziwa kwamba watapewa zawadi gani au watapewa kitu gani kikubwa mm -hmm. cha kufanya waje ni mapenzi yao kwa nchi na sisi tunatafuta mapenzi ya kweli kwa nchi yeah. Kwa hiyo tulianza mchakato wa kuangalia tukaanza kufanya mazoezi tukafanya vipimo kufanya vetting kwamba huyu bwana hana tabia za ajabu ajabu mm -hmm. kweli huyu tunaweza tukaenda naye basi michujo michujo mchakato imeendelea mpaka sasa hivi tuna timu ambayo tupo dakika za mwisho okay. E, tunakaribia kukamilisha mchakato wa kuwapata watembeaji. Dakika za jioni. Dakika za jioni. <laughs> Kama usemavyo. <abyo. laughs> Sasa. Naam. Uh, kwa kawaida kwenye matembezi haya uh, tulivyozoea hacha hizi za mkoa mpaka mkoa tumezoea yale matembezi ya ndani ya mji mmoja. Ndio. Huwa kunakuwa kuna kiongozi ambaye ana anaanzisha hata kama hata maliza, lakini katika kuanza huwa anakuwepo kama mgeni rasmi. Nyie katika kuanza pale Mnazi Mmoja kuna viongozi wote mmewaalika pengine na tuta. Kama unaruhusiwa kuwataja, karibu tutakuwa nao nashukuru hmm. sana. um, viongozi wetu uh, tunapozungumzia amani hmm. amani inapokuwepo viongozi wanaotuongoza hasa wanaoongoza nchi hmm. ndio jambo uh, lile wana, ina, wanaweza kuongoza nchi vizuri bila kusumbuliwa hmm. inapokuwepo amani hmm. na sisi kama hivyo tumekuwa proactive kwamba mwaka wa uchaguzi mkuu nchi nyingi ambazo zimekuwa na vurugu, vita, machafuko na nini hmm, huwa yanaanzia nyakati za kumtafuta kiongozi hmm, hasa nyakati za uchaguzi mkuu hmm. Kwa hiyo sisi tukasema, tuwaombe viongozi kwanza. Tumelifanya jambo la muungano so. uh, mheshimiwa jambo la jamhuri ya muungano wa Tanzania kwamba katika ufunguzi tuwe na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi uh, Mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi, jambo jema katika kuzindua pale mnazi mmoja, lakini tutakapotembea tutakapofika uh, Dodoma mm. Kwanza tumewalika viongozi mbalimbali watakao kuja kupokea ile jambo kwa sababu tunataka lipate ile e, vibe kwamba ni jambo ambalo wote tunalibeba kwa ajili ujumbe ufike. Ujumbe ufike vizuri mm. E, wakitaifa jambo kubwa la kitaifa lakini uh, katika ukumbi wa Jakaya Kikwete Convention Center pale Dodoma mm. tunatarajia kuwa na wahudhuriaji elfu nne watakao okay. Watakaokaa mm. kusikiliza viongozi wetu wakiwa wanahitimisha maana ndio itakuwa kilele, itakuwa tarehe tisa mwezi wa saba mwaka elfu mbili na ishirini na tano na tunatarajia uh, mgeni rasmi kuwa mheshimiwa uh, Dkt. Samia Suluhu Hassan mm -hmm, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Ndio kama ni tarehe tisa mnatarajia, ina maana huku mnaondoka tarehe huku tunaondoka tarehe kumi na tisa ni Alhamisi wiki ijayo mm -hmm. Kwa hiyo ni dakika za jioni kama ulivyosema, yeah, okay. tunaanzia hapa, hapa Mnazi Mmoja mm -hmm. Ndiyo. Kuna kuna watu wa, wa, wa vyama au vijana wa vyama kwa sababu vyama vingi sasa hivi vina vina zile organs, sijui tunahitaji wa, wana, wana wana hizo jumuiya za za vijana ndio, kuna ambao mliwa approach kupata, na majibu yalikuwaje kama mlifanya hivyo? Um, tuli kama unavyojua mm. Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania JMAT ni jumuishi haihangaiki sana kujali wewe ni chama gani ah haijali we ni dini gani. mm. mm. Inachojali tunaweka jambo kwa, kwa wananchi mm. kwamba tunahitaji watu wenye sifa hizi na hizi, yeah. wanaopenda sana nchi yao, wenye tabia njema mm. eh, ambao wapo tayari kujitoa kwa ajili ya kuona wanasaidia, wanatoa mchango wao fulani mm. Kuna walio tusaidia sana nchi hii mpaka ipo leo mm. Inaitwa kisiwa cha amani, ipo na amani mm. Kuna walio fanya kazi kubwa sana, sisi je, tunaishia tu kusema. Basi wa, nani anaweza katoa mchango walau wa kufanya jambo, umeona mm. Ndipo tukawapata hadi sasa hatujui huyu ni chama gani huyu chama gani? Ah, okay. lakini pia tutakapokuwa huko, uh, tunatembea tutawalika wananchi wote bila kujali kwamba hiki ni chama gani hiki ni chama gani, kwa sababu hiyo tunaona ndio namna nzuri ya kuunganisha watu wote mm. Hatuhangaiki kujali nani ana chama gani nani ana dini gani. Bila shaka kuna gharama zake, siku ishirini barabarani, kuna gharama. Kuna wowote ambao ungependa kuwashukuru na wengine kuwaalika kwa namna moja au nyingine katika kuchangia jambo hili? nashukuru sana mm. Uh, wasema kushukuru ni kuomba tena. Kwanza tunashukuru sana support kutoka katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uh, kutoka katika ofisi ya Waziri Mkuu na Sera Bunge na Uratibu ambao tunashirikiana nao kwa karibu kwa jambo hili, lakini pia tunashukuru wizara tisa ambao tuna mashirikiano nao katika jambo hili. Tunashukuru taasisi na idara za serikali kumi na nne ambao tuna mashirikiano nao katika jambo hili na kwa namna ya pekee shukrani nyingi sana kwa Wizara ya Habari uh, Sanaa, Utamaduni na Michezo mm. ambayo kwa kweli imekuwa mstari wa mbele sana kwa ushirikiano na kutuongoza kuhakikisha ili jambo linakuwa linafanikiwa. mm. Ndio, okay. mshaplani kuwa na jambo lingine la kimichezo uh, kwenye kuhitimisha pengine au kuhitimisha ni ule mkutano peke yake i katika kuhitimisha mm. katika kuhitimisha ni ule mkutano ambao mojawapo itakuwa ni kuombea taifa, lakini kutakuwa na mambo mbalimbali ambayo watazungumza viongozi. okay. ila tuseme kama bakuli mm -hmm. ala, matembezi mm -hmm. vitu vilivyopo humo ndani ni vingi na ni vizuri, kwa sababu kama nilivyosema, kutakuwa na mikutano minne ya hadhara yeah, kutakuwa na mikutano ya ndani ya kumbi na makongamano ya kuelimisha wananchi nane, jumla kumi na mbili. kumi na mbili, kwa hiyo ni, ni, ni shughuli nzito na ndio maana unaweza ukaona hata uh, malengo yetu mm. ni mengi, ni makubwa kwa sababu tunaona tuna muda wa kutosha kutoa huu ujumbe mm -hmm. Katika hizo siku ishirini kwa sababu tutatoa ujumbe kuhusiana na na amani kwanza, hasa uh, kulinda na kudumisha amani mm -hmm. Na ndio maana tunasema wakati huu wa uchaguzi mkuu mm -hmm. Ndio maana kauli mbiu yetu tunasema uchaguzi wa amani ndio msingi wa utulivu wetu mm -hmm. Utulivu wa Tanzania huu pia unachangiwa na ambavyo tunamudu chaguzi na chaguzi zetu zinakuwa za amani, na tunataka wananchi, kila moja aone anaweza kashiriki katika kufanya amani ya nchi yetu kwa kushiriki hizi shughuli za uchaguzi mkuu salama, na kwa amani, bila hila yote. Nenda kwenye kampeni, kasikilize wagombea wanasema nini. Wakati wa uchaguzi, nenda katika vituo vya kupigia kura, kapige kachague viongozi ambao unahisi watatuetea maendeleo. Kwa hilo ni jambo zuri ambalo tunahamasisha na lakini pengine nisije nikaacha, vinginevyo. Yeah, amani ni, ni pana mm -hmm. Amani sio tu uh, hii ambayo kuepukana na migogoro na vita machafuko mm -hmm. Kama hatuna uhakika wa maisha mazuri eh, hatuwezi kupata huduma za kijamii mm -hmm. Pia tunaweza tukawa hatuna amani sana mm -hmm. eh, ukiumwa kama una nguvu ya kutibiwa unaweza kawa hauna amani sana ndio mm -hmm. Maana tunahamasisha uh, tunaenda kutangaza fursa za kiuchumi mm -hmm. na nauwekezaji katika hiyo njia yote mm. tunadili na ile njia tu kwamba hapa kuna tutapenda tutapenda kutangaza utalii mm. na kweli tuna ushirikiano mzuri kutoka TANAPA okay. Uh, wanatusaidia kuona wana jambo hili tukilitangaza utalii vizuri inasaidia mm. na pia ni kuunga mkono juhudi ya Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhassan Hasan mm. ambaye alianza na royot yeah. ambayo ilikuza sana pato la taifa kutoka asili, kutoka asilimia tisa, yes, ya, kutoka kwenye utalii kwenye pato la taifa mpaka sasa asilimia kumi na tisa na kitu mm, na tupo na wataalamu wenyewe ili kuona jambo linakuwa vizuri ndio maana mm, Jumuiya ya Maridhiano inashirikiana na idara na taasisi za serikali. <laughs> Lakini ukiacha hiyo tutahamasisha watu kulipa kodi. Ndiyo, lazima watu waanze kupenda kulipa kodi mm, kwamba ndio maendeleo yao. Hatuwezi tukafika kama tutakwepa kulipa kodi mm. Tutaweza kutoa elimu ya fedha na uwekezaji kutoka BOT tunashirikiana na BOT. Tutaweza kutoa elimu hasa namna bora ya kutumia vyombo vya habari mm -hmm. na mitandao mi, mm -hmm. ya kijamii mwaka wa uchaguzi mkuu. Mm. Nadhani najua mioto ya mitandao ya kijamii mm. na vyombo vya habari nyakati hizi. Mm. -hmm. Wenzetu waliowahi kupata matatizo nchi jirani Wanaelewa vyombo wana, vya habari ndio vilianzia kuleta shida. Mm. -hmm. E, chuki na pandwa zaidi na vyombo vya habari. Tusipomudu kutengeneza vizuri hapo tutaharibu jambo kubwa. Naam. Mzee wangu bwana ni marehemu kwa sasa, ndio marehemu, ndio. Nikimuuliza kuhusu amani, akanambia, kitu cha kwanza kabisa, anasema amani inaletwa na vitu vingi jumuishi, ndio, lakini akaniambia kitu cha kwanza, e, mtu kwanza ale ashibe. E, yani mtu akiwa na njaa hata umwambie nini, ndio, eh kwanza. <laughs> Ale unampa niongezee hapo eh, na hicho kitu eh, alichokisema mzee alisema kitu ambacho ni sahihi. mm. Ndio maana amani inaletwa pia kwa kukidhi mahitaji yetu. yes. Kama mahitaji yetu tujakidhi, tunapata shida mm. Una watoto wanatakiwa kwenda shule, unaweza kulipa ada, unapata changamoto, huwezi kuwa na amani. Huwezi kula, huwezi kuwa na amani, hasa kwenye mambo ya kujimudu kiuchumi na kuweza kuwa na uh, maisha yanayoweza kujitosheleza pia tuna jambo hapo mm. Yeah, tuna jambo kwamba tuta tutakuwa na wataalamu ambao watafundisha. Unajua, kuna vijana wengi sana sasa hivi yes. wanamaliza vyuo vikuu mm. na ni changamoto pia kwenye kwenye amani ya nchi endapo wale wasipopata hayo mahitaji wasomi, well, well, wengi afu. uh, <laughs> eh, wanasema wasomi wengi afu hatuna ajira mm. tunafanyaje? tuna mm. jambo hapo, tuna wataalamu ambao watawafundisha mbinu mbalimbali mbali. mm. ambazo wanaweza kuzitumia kwa ajili ya kujiajiri na kutumia fursa zilizopo. Kuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikawasaidia wasomi wakaanza kutembea. Lakini je, watu wanajua vizuri? Maana wanajua vizuri namna gani wanaweza kufanya, wanajua vizuri namna gani wanaweza kutumia fursa zilizopo kwenda mbele ya, kwa hiyo tuna tutakuwa na hilo jambo pia. Sasa nikwambie tu, mtazamaji, unaweza ukajiuliza bana, vipi leo michezo na mambo yanazungumzwa? Hili jambo linagusa nyanja zote, e, Tanzania kusipokuwa na amani, hakuna ligi <coughs> kama hakuna ligi , ina maana Azam TV tutakuwa tuonyeshi mpira kama atuonyeshi mpira kwa sababu ya vurugu eh, au kutokuwa kwa amani, maana yake idadi ya wafanyakazi wanaweza wakapunguzwa. Kwa hiyo panga linaweza likanikuta na mimi ma, mimi nikipunguzwa kazi, familia inakuwa kwenye matatizo ya chakula na kodi kodi, eh, mwenye nyumba kodi ya fati atanifukuza, akinifukuza sina kwa. Kuna mtiririko, kuna cheni kutoka kwenye amani. Kwa hiyo sijui kafikiri labda mpira na amani haviendani hata tunavyojaa viwanjani kwa sababu ya amani. Na nikupe mfano mdogo tu kuhusiana na Sudani eh, Sudani ile kubwa, acha Sudani Kusini eh, timu zao zinacheza ligi ya Mauritania zile mbili, kwa sababu zina uwezo mkubwa wa fedha, zinacheza ligi ya Mauritania. Sasa kama ulisoma jiografia kidogo, angalia ilipo Sudani na Mauritania ilipo. Na sababu kubwa ni nini? Hakuna amani pale kwao. Kwa bila amani hata u mpira wenyewe pia uh, hautakuwepo. Kwa hiyo amani ni jambo jema, na amani si hiyo tu ya ya vita kati ya kabila na kabila au nchi na nchi, hata jirani na jirani, kabila na kabila, dhehebu na dhehebu au dini na dini yenyewe pia, hiyo kama hakuna maelewano, mambo endi sana. Ndio maana taasisi hii imejumuisha watu wa uh, dini zote uh, kwa kwa pamoja uh, pengine kwa kwa, kwa kumalizia, muda nao unanikimbia no. kuna jambo lolote pengine ambalo tumeliacha na inabidi tulizungumze, ndio mm. Nashukuru sana. uh, tunaelekea kipindi cha sabasaba ndio, ndio. Kwa hiyo JMAT huwa inashiriki kufanya maonyesho uh, ya amani, tunaita maonyesho ya amani, watu wanaotaka kujua inafanyaje kazi mm -hmm. na mambo mbalimbali tunayotumia kama mbinu za kudumisha amani, maana tumeshafanya kazi nyingi sana ambazo siku nyingine tutapata kipindi kuelezea hasa tulivyosaidia migogoro ya wakulima na wafugaji. Nadhani nakumbuka kuwa na shida sana sana kipindi fulani sa, sa. kuna vingi sana vimefanywa na JMAT mm. tunafanya maonyesho tuna banda pale sabasaba, katika banda kuu la Karume mm. kwa hiyo tunafanya maonyesho kuanzia tarehe ishirini na nane mm. mwezi wa sita mpaka tarehe kumi na tatu mwezi wa saba mm. na hata wanaotembea mm. tunatangaza na kuwahamasisha wananchi wakipata fursa mm. waende saba saba kwenye maonyesho ya biashara mm -hmm. tunafanya hiyo na Wizara ya Viwanda na Biashara mm. kwa nini? Kwa sababu Uh, biashara zinapoenda vizuri ndio yale yale mm -hmm, tunaweza kula mm -hmm, na ndio tunakuwa na amani yote hayo yanashirikiana, mm -hmm, na pengine nitumie hii fursa pia kutangaza kwamba JMAT pia imeandika kitabu. Wadau mbalimbali watu mbalimbali wanaokuja na kitu kinachosaidia kudumisha amani, JMAT inawaunga sana mkono mm -hmm. Uh, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alileta ile falsafa ya fuara mm, ambayo hasa ni maridhiano na, na maridhiano ndio yanayoleta utatuzi wa migogoro na watu wanaweza kaishi kwa amani. Kwa hiyo mm, Jemat imeandika kitabu, tuna wanazuoni wa bobezi pale na maprofesa pale Jemat waliobobea katika eneo la dini ya Waislamu, dini ya wa Kristo, lakini na dini secular ya kawaida. Kwa hiyo mm, wameweka mawazo katika engo zote maridhiano hayo, zile fuara namna gani zinaweza zikapita upande wa Waislamu, upande wa Kristo na upande wa, wa jamii kawaida. Mm -hmm. Ehe, kwa hiyo tutafanya uzinduzi pia tarehe ishirini na mbili mwezi huu wa sita katika ukumbi wa Serena a, ukumbi wa Kivukoni pale Serena Hotel. Nitaka kuchomekea hiyo pia kwanza, sababu ni muhimu. Mm -hmm. Lakini JMAT ni dude kubwa. Ehe, linafanya vitu vingi sana. Kwa hiyo nimeona ni vizuri kuwa napata fursa pia ya kuchomekea hilo. Na mwisho kabisa niwaalike watu wote kwa sababu nikisema wadau wa amani mm -hmm. sisi sote ni wadau mm -hmm. wa amani lakini na washiriki katika kuona wanaweza kachangia kudumisha amani ya nchi, kudumisha amani ya nchi. Sisi sote sio lazima wote tutembee mm -hmm. Lakini ukiwawezesha watu kutembea mm -hmm. sisi tunaotembea, utakuwa umesaidia amani, umetembea um, pa um, nao pamoja, kwa kutumia mm -hmm. nafasi yako, na tuna ushirikiano kama nilivyosema, kutoka katika taasisi na idara mbalimbali mbali, mm -hmm. na wizara za serikali tuna nguvu tumeshasogea, ni kama asilimia hamsini hivi katika kuwezesha kufanikisha, lakini bado tuna nafasi ya tunahitaji wadhamini, mdhamini mkuu anayeweza katusaidia tulibebe jambo hili, tukamtangazia biashara muda wote huu wa siku ishirini. Lakini pia tunahitaji wafadhili ambao wanaiangalia amani katika namna hii ifaayo, kwa sababu lazima tuidumishe, vinginevyo ikivurugika hii hakuna tunachoweza kukifanya. Kwa hiyo basi, hilo kwa kuhitimisha niseme hilo na kwa namna ya pekee zaidi niwashukuru sana viongozi wetu ambao ni wabeba maono haya, viongozi wa JMAT Taifa, <tipa> Shehe Dr Alhadi Musa Salum, ambaye ndiye mwenyekiti wetu taifa. Wanafanya kazi usiku na mchana kwa ajili ya amani ya Tanzania. Nimshukuru sana pia katibu mkuu wetu ambaye ni Askofu Dr Israel Ole Gabriel Masa. Wanafanya kazi kubwa kwa ajili ya amani ya Tanzania. Kwa hiyo tuendelee kushirikiana na kuungana na wadau mbalimbali na sisi sote, kwa sababu wote ni wadau wa amani, ili amani ya, ya Tanzania iendelee kudumu vizazi na vizazi Tanzania endelee kuwa kisiwa cha amani siku zote. Asante sana, mimi ni kushukuru sana na ntakie kila la heri na mafanikio mema uh, katika matembezi yenu. Nashukuru sana. Uh, najua siko katika wale wenye idadi, lakini kutoka Mnazi Mmoja angalau mpaka Kimara naweza afu nikawaacha nje, mwendere safari <laughs> unakaribishwa <laughs> na watu wengi zaidi wanakaribishwa, kwa sababu tumewapa fursa tunapoanza matembezi <homogeneous> Kusindikiza. Kusindikiza. Unajim unajimegea mimi kilomita moja, mimi tasindikiza kilomita mbili, Mnazi Mmoja mpaka Kimara hapa, Korogwe, Korogwe Kimara, mwisho hapa unaweza kufika, utakuwa umechangia <laughs> katika amani amania <laughs> uh, tukizungumza hapa na mkurugenzi wa JMAT Bwana Ayubu Joseph Sanga, akielezea uh, kuhusiana na matembezi yale ya kudumisha amani ambayo yataanzia Mnazi Mmoja uh, tarehe kumi na tisa na kwenda mpaka kule Dodoma ambapo ndio utakutamatishwa, baada ya siku ishirini. Kuna vituo vinne ambavyo e, watafanya mikutano ya hadhara, lakini kuna vituo nane ambavyo watafanya mikutano ya ndani, kutoa elimu mbalimbali mbali ya amani, lakini pia na mambo mengine ya kimaisha, namna ya kujitegemea na vitu kadha wa kadha, kujiingiza kwenye biashara, kilimo na nini. E, amani kinaletwa na vitu vingi, kuwepo pia na wewe kujiingizia kipato, ndipo mambo ya amani yanaweza kuwa yakaenda vizuri <muchas>